Ni katika utamatishaji wa mafunzo ambayo yameandaliwa na kituo cha utafiti TARI Naliendele hapa katika chuo cha mafunzo ya kilimo MATI Mtwara, ambapo lengo ni kuwafikia vijana 800 lakini takriban vijana 669 wamepata mafunzo haya katika maeneo mbalimbali ya manispaa ya Mtwara Mikindani. Leo wamefanikisha kufanya mafunzo hayo ya namna bora ya kuliongezea thamani zao la korosho, lakini pia kilimo bora cha korosho kwa ujumla ili kuhakikisha vijana wakulima na wanaviwa wanapata elimu hiyo ili kujiongezea kipato katika swala zima la kilimo cha korosho. Jina langu naitwa Haiba Mpimbita, hii ni Faida Online TV nikukumbusha kusubscribe channel yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Hakika sisi ni watu wa field. Taasisi ya utafiti wa kilimo TARI kituo cha Naliendele majukumu yake makubwa ni kufanya tafiti za mazao ya kilimo na kutatua changamoto za wakulima, lakini pia kuhakikisha matokeo ya tafiti valibari, na teknolojia mbalimbali zilizozalishwa na watafiti zinawafikia wakulima, wakulima ambao ndio wateja wetu wakubwa. TARI Naliendele hadi sasa ina mafanikio makubwa katika shughuli zake za utafiti. Mafanikio hayo ni pamoja na uwepo wa mbegu bora za mazao ikianzia korosho. Mpaka sasa tuna aina sitini na mbili za mbegu bora za korosho, tunazo mbegu bora za karanga, tunazo mbegu bora za mafuta na mazao mengine, na tayari mbegu hizi zinatumika na wakulima uh, hivi karibuni pia tumegundua mbegu aina nane aina ya Tariko moja mpaka nane. Pamoja na majukumu hayo ya kiutafiti lakini pia TARI Naliendele ina jukumu la kuhakikisha matokeo ya tafiti na teknolojia mbalimbali zinazozalishwa na, na, na watafiti zinawafikia wakulima na wadau wengine kupitia njia mbalimbali ikiwa ni pamoja na mafunzo ya kanuni za kilimo bora kwa makundi mbalimbali ya watu wakiwemo vijana na wanawake. Ndio maana leo tuko hapa tumekutana katika mafunzo haya ya kanuni za kilimo bora na uongezaji wa thamani ya mazao kutokana na majukumu haya kituo cha utafiti wa kilimo cha Naliendele kwa kushirikiana na chuo cha mafunzo cha cha kilimo MATI Mtwara tuliandaa mafunzo kwa vijana na wakulima kwenye kata saba. Kata hizi ni Mtawanya, Mkunja Nguo, Lweru, Vigaeni, Shangani, Poni na Tandika. Sote hizi ziko jae manispaa mafunzo haya yanalenga kuwafikia vijana wa wakulima 800. Ni matumaini yetu sasa kwamba yale yote yaliyofundishwa na wataalamu, basi tutaenda kuyafanyia kazi ili kuboresha kilimo chetu. Matumaini yetu mafunzo haya yatakuwa chachu ya kufungua fursa za kilimo hususan kwa vijana na wanawake. Lengo kuu ikiwa ni kuongeza uzalishaji na tija kwenye kilimo chetu kwa mtu mmoja mmoja, ufumra, na taifa kwa ujumla, na hivyo basi kukuza kipato na usalama wa chakula kwa wananchi na taifa kwa ujumla. <mulis> tumekuwa mstari wa mbele kuhakikisha tunaendelea kuwatafutia fursa vijana wetu wote ndani ya jimbo letu hili, jimbo la Mtwara Mjini, wilaya hii, wilaya ya Mtwara Mjini, kuhakikisha na wao wanapata fursa wanapata, wanapata mafunzo mbalimbali yatakayo kwenda kusaidia na kuchochea maendeleo. Kilimo ndio moja ya uti wa mgongo kwenye taifa letu. Jana Waziri wa kilimo comradi Bashe alikuwa anasoma bajeti ya serikali sekta ya kilimo. Kwenye zao letu la korosho, asilimia 150 kumeongezeka kutoka hapo nyuma, na sasa tuko kwenye hatua nyingine. Lakini ndani ya kilimo kwa ujumla imeongezeka kutoka asilimia 2.6 na sasa hivi tuko tuk asilimia 4.6. Manake serikali imewekeza feza nyingi kwenye sekta ya kilimo. Pendeni tutumie fursa hii ya kilimo kiende kikatusaidie kwenye maisha yetu, kiende kikasaidie kika uchumi wa taifa letu. Ninaitwa Daudi Katigula Kasabuku ni mwenyekiti wa mtaa wa Pwani C katika kata ya Naliendele, mimi kwa kifupi ninashukuru mafunzo haya ambayo e, yalilenga kilimo bora kwa vijana na wanawake, na yaona ni fursa ambayo ni uwekezaji wa serikali kwa vijana na wanawake. Wakulima wameweza kuona sasa kwamba e, katika kila kinachopatikana kwenye mmea wa korosho ni fursa ya kumwongezea kipato. Mafunzo haya yanatija sana, kwa sababu chuo kinatoa vijana wengi ambao wakienda mtaani wanakwenda kuwa ni maafisa ugani watarajiwa, kwa hiyo wanapopeleka teknolojia hii inaweza kusambaa kwa wakati mmoja kuifikia Tanzania nzima. Kwa majina, anaitwa Loreen Angel Steven, ni mwanafunzi wa MATI katika chuo cha kilimo MATI Mtwara. Tumejifunza vitu vingi sana sana, najikita kwenye grafting ambayo grafting inasaidia sana kuongeza nutrient sana kwenye udongo na inasaidia wale microorganism kufanya mmea kukua zaidi. Alafu pia ninapenda sana kuwashauri wakulima wenzangu kwamba wajikite sana kwenye mafunzo ya kilimo ili kupata ujuzi mbalimbali kuhusiana na mimea ambao wanaweza kuikuza huko vijijini, na pia nawashauri pia wanafunzi wenzangu wajifunze vitu vingi. Napenda kuwashukuru sana TARI, taasisi ya TARI kwa kuongeza elimu kwa kwetu sisi wanafunzi na pia kwa wakulima, ili tuweze kusambaza elimu kwa wale ambao hawajaweza kujifunza elimu hii, wapate kujua elimu zaidi. Kwa majina, anaitwa Gervas Evaristo Sega, ni mwanafunzi wa chuo cha MATI Mtwara. Tunashukuru taasisi ya TARI Naliendele, imetutembelea kutupa mafunzo, wametufundisha mambo ya mbegu bora na juu ya mazao ya korosho tumeelekezwa ambapo tuwafikie wananchi jamii, kukuza uchumi wa nchi yetu, kilimo ni uti wa mgongo. Majina yanaitwa Severiana Edwin, ni mwanafunzi wa chuo cha MATI Mtwara. Leo tumetembelewa na taasisi ya TARI, tumejifunza kuhusu kuongeza thamani ya zao la korosho, pamoja tumejifunza pia na kugundua mbegu bora ya korosho. Mafunzo tuliyoyapata yana tija na yanaweza kutusaidia hapo baadaye tutakapokuja kuajiriwa katika sekta ya afisa kilimo. Kwa majina naitwa Abdalla Mohamed Fadhili, ni, ni mwenyekiti wa vijana kata na liendele. Tumekuwa tukishiriki mafunzo ya kilimo, fursa ni kubwa sana kwa vijana. Kwa sisi tumeichukua kama ni fursa ambayo itakuwa inatuelekea kuinua uchumi kwa vijana kwa sababu Kile kitu ambacho labda alikuwa analima kipindi analog, sasa hivi natakiwa alime kama kidigitali na tumepata mafunzo yote mazuri, badala ya kuing'ang'ania serikali kutafutia, so kumbe, sisi wenyewe tunaweza tukaongeza thamani ya zao letu, kwa mfano korosho na vitu vingine. Mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada. Jina langu ni Hayuba Mpimbita, hii ni Faida Online TV. nikukumbushe kusubscribe channel yetu, ili kwa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania, hakika sisi si, ni watu wa fildi.